Twelekee kule Nyamira ambapo chama cha uongozi kaunti Nyamira kimetoa ilani ya mgomo baada ya siku 14 wakishtumu serikali ya kaunti Nyamira kwa kutowalipa baadhi yao mishahara ya zaidi ya jezi 10, upendeleo katika kupanishiwa vio na mazingira duni ya kuweza kufanyia kazi. Viongozi wa wanachama hao wamesema baadhi ya wanachama wao wanapitia wakti mgomu ukiwa mahitaji hao ya kila siku, suala ambalo limeweza kuwasababisha pia wao kushika kulipa baadhi ya madini walionayo. kuajiriwa <laughs> kwa nurses au wauguzi, maana wengine washatoka wameenda kwa. Wakati huo tulielewana kwamba walikuwa waajiri 44 nurses, lakini kufikia sasa wameongeza wameongezeka, maana wengine wametoka wameenda, na bado hawaja employ hao nurses. Na jambo lingine, kuna wale members wetu ambao walishushwa ngazi wanted yeah? the board gave an audit report and recommended that those nurses be reinstated surprisingly they have not been reinstated our nurses waliandikwa county government ikafanya budgeting ikapeleka county assembly ikapitishwa wakafanya advertisement wakaemploy our nurses lakini sasa ile pesa yenye ilikuwa imetengewa kuna watu ambao inasemekana walimeikula. Sasa watoto wa watu ambao wapaka, wakafanya kazi kwa miezi nane, tumekaa tangia wakati huo karibu miaka mbili ama ngapi, miaka tatu, hawajawa ilipo area zao wako na